Jana mwaka jana, mnakumbuka, tulianza ligi kwa kwa ubovu sana. Tukajua kwamba ligi hii ni ngumu, inahitaji kwanza experienced player. Kwa hiyo usajili wetu hatukutaka kubahatisha, lakini pia tulisema kila nafasi moja iwe na watu wawili hadi watatu, ambao hata ikitokea mtu kaumwa miezi sita, nafasi yake izibwe. Ndio maana unaweza ukaona hapa tuna players wakubwa sana hawana nafasi iposi ha kwanza kwa hiyo lakini, tunawaambia tupambane, kila mtu apate nafasi ya kucheza. Ndio maana mwalimu anaweza kufanya rotation anavyotaka na bado tutapata matokeo. Mapokeo. Kwa hiyo la kwanza kubwa tulihakikisha kwamba baada ya kusuasua mwaka jana e, tuliamua tuimarishe timu, lakini la pili tulivunja benki kuhakikisha kwamba wachezaji tunaowaleta sio wakuja kufanya majaribio hapa; ni wachezaji ambao wanaijua ligi wamecheza ligi mbalimbali za Afrika Mashariki, kwa hiyo tukiwaleta hapa watatusaidia. Lakini cha tatu, vijana wenyewe wana ari kwa sababu sisi hatuna deni nao e, maslahi yao wanapata kwa wakati, bonasi zao wanapata kwa wakati. Mechi iliyopita walishinda, leo asubuhi wamepewa milioni kumi yao. Kabla ya mechi ijayo ni lazima wapewe milioni kumi yao ya bonasi e, ili wanapoingia uwanjani kusiwe na malalamiko au mwenye manunguniko.